Ah, hello, karibuni tena kwenye chaneli yetu pendwa ya Kingo Farm. Ah, sasa leo ni kwa wale wafugaji wa broiler wale ambao wanafuga broila, unataka uwatoe mapema au una plani nao, labda ikifika Krismasi unataka uwauze, basi leo hii hii video itakufaa sana. Aa, sasa leo nitakuelekeza namna ambavyo utamfuga broila na ukamuuza ndani ya siku 24 akawa na kifua kikubwa kabisa na mabawa yakawa ni makubwa kwa ajili ya kumuuza. Aa, nisikilize mpaka mwisho ili ujue utamhudumiaje. Nitaanza kukuelekeza kuanzia anapokuwa mdogo mpaka atakapofika hiyo siku ya 24 anakuwa na uzito mkubwa. Hiyo siku ya 24 anakuwa na uzito wa moja pointi tatu moja pointi mbili mpaka moja pointi tano kama tu utayafuata haya ambayo nitakwambia. Ah, kitu cha kwanza kabisa unatakiwa utambue kampuni ambalo unachukua ni vifaranga wa broiler aina gani, maana kwenye broiler nao kuna aina, yani broiler nao wanakuwa wana majina yao, yale majina yale yanahusiana na yanahusiana mkubwa sana kwenye ukuaji. Kwa hiyo hapo, kwa ufupi, naweza kusema ah, tafuta broiler ambao kwenye kampuni ambalo wanazalisha broiler ambao wanakuwa haraka. Kuna broiler wengine wanaenda taratibu, lakini kuna wengine wanakimbia sana kuliko wenzao, japokuwa hawapishani sana lakini huwa kuna kuna utofauti kidogo kwenye ukuaji wao. Uh, kwanza kabisa ndo hivyo, upate kampuni ambalo litakupa vifaranga wa broiler ambao wanakuwa kwa spidi au ambao wanakuwa haraka kutoka kwenye makampuni ya kuaminika. Uh, baada ya kupata hivyo vifaranga hapa unatakiwa uanze kuandaa mazingira mazuri au mazingira rafiki kwa hao broiler wako. Na namna ya kuweza kuwapata hawa broiler kutoka kwenye makampuni ya kuaminika haya, unaweza ukaambiwa labda na mtu ambaye huwa anawafuga anawaona, au unaweza ukapata taarifa kutoka kwa wazalishaji wenyewe. Lakini vile vile kama hauna taarifa sahihi au haujui makampuni mazuri ambayo yanatoa vifaranga ambao wanakuwa haraka wa broiler, unaweza ukajiunga na kundi letu la mafunzo, kwa sababu sisi huwa tunachukua vifaranga kutoka kwenye makampuni makampuni tofauti tofauti, tunawashindanisha tunawafuga makampuni tofauti tofauti, alafu tunaangalia ni kampuni gani vifaranga wake wamekuwa haraka. Pia baada ya kuona hayo, huwa tunaweka tunaleta mrejesho kwenye kundi la mafunzo ya ufugaji ili hata wewe mwenyewe uchague ni kampuni gani unaona ambalo unaona litakufaa. Ukijiunga na hili kundi letu, unalipia ada ya shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Unapata darasa la kuwalea vifaranga, unapata darasa la kuwalea kuku wakubwa na kadhalika, lakini vile vile utapata ushauri, tutakushauri uchukue vifaranga wa kampuni gani kama ni chotara, labda broiler au layers, tutakushauri kampuni nzuri ambayo inaweza ikakupa vifaranga wazuri. Aa, kutokana na uzoefu wetu sisi wa kuwafuga hapa shambani na sio kuambiwa, tumewafuga wenyewe na bado tunaendelea kuwafuga kutoka kwenye makampuni tofauti tofauti, tunaangalia vifaranga gani wanafanya vizuri. Aa, lakini pia tuna vitabu ambayo vina miongozo mbalimbali mbali ya ufugaji, vimebezi sana kwenye kufuga kwa kutumia tiba za asili, booster za asili, pamoja na itamin mbalimbali za asili au broiler, namna ya kumfuga kwanje, kuna formula ya ya finisher ambayo inaweza ikakupunguzia gharama ya kuwalisha. Kwenye hiki kitabu kuna hiyo formula. Hiki kitabu ni kinaitwa ufugaji wa broiler, kinauzwa shilingi elfu kumi. Tuna vitabu vingine pia kama safari ya ufugaji kwa ajili ya layers na chotara. Tuna kitabu cha tiba za asili za kuku, hicho kina tiba, kinga, booster na vitamini zote za asili za kuku. Lakini tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Pia tuna kitabu cha mwongozo wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Tuna vitabu kama hivyo. Pia tuna formula mbalimbali ambazo zinatumika Utengeneza vyakula vya kuku ili watage au wakue kwa haraka. Gharama za vitabu, kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Aa, ukilipia, unatumiwa soft copy kwa njia ya WhatsApp. Lakini gharama za formula, kama unataka formula ya vijogoo ni elfu tano, formula ya kutaga ni elfu tano. Lakini vile vile, kama huwa unafuga chotara, unawauza kwa ajili ya nyama ndani ya miezi miwili, kuna formula nayo inauzwa shilingi elfu tano. Aa, hizo formula nazo unatumiwa WhatsApp. Ukilipia, unatumiwa, aa, hapohapo kwa njia ya WhatsApp. Kama unahitaji hizo huduma basi, chukua namba hapo juu kwenye video na utupigie, au tutumie ujumbe ili tuweze kukuhudumia. Aa, sasa tuendelee na somo letu la namna ya kuwafuga broila waweze kuwa na afya nzuri, waweze kuingia sokoni kwa muda wa siku ishirini na nne tu na wakawa na uzito mkubwa. Uh, sasa kama tulivyoona baada ya kupata vifaranga kutoka kwenye kampuni nzuri ambayo inazalisha vifaranga wazuri hapa sasa tuje kwenye huduma, huduma. Kwanza tuangalie mazingira. Kitu cha kwanza waweke kwenye banda ambalo litakuwa lina mzunguko mkubwa wa hewa, wasibanane, waweke sehemu ambayo kila kuku atakuwa comfortable kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kula chakula au kunywa maji. Wakibanana sana, hii wengine itawafanya wengine washindwe kula vizuri. Wakishindwa kula vizuri, manake ukuaji wao tena hautakuwa mzuri. Utakuwa una kuku ambao wamepishana sana, wengine wakubwa wengine wadogo. Hii yote itakuwa ni sababu wamebanana sana kwa hiyo wanashindwa kwenda, wengine wanashindwa kwenda kupata maji pamoja na chakula sehemu ambayo utakuwa umeweka vile vyombo, lakini vile vile watashindwa kukua vizuri kwa sababu watakuwa wanakosa ile hewa ya kutosha. Na wakikosa hewa ya kutosha, huwa wanapata stress na wakati mwingine wanaweza kukusababishia vifo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwaweka kwenye chumba ambacho ni kikubwa, kinaendana na idadi yao kuku leo waweka, lakini vile vile hicho chumba chako hakikisha kinakuwa kina mzunguko mkubwa wa hewa. Unaweza kuweka sehemu kubwa sana madirisha, yani asilimia, yani, robo tatu ya banda lako liwe lina madirisha. Yani, madirisha yayo ni makubwa. Sehemu ndogo sana ndo nzibwe. Hapa utawafanya kuku wako waweze kupata hewa safi. Sasa kuna watu huwa wanauliza hapa kwenye banda, labda upepo baridi. Kuku akishafikia kuanzia siku ile ya kumi na nne na kuendelea, manyoya yake akishatengamaa vizuri, baridi huwa alimsumbui. Kwa hiyo anachohitaji sana yeye ni mzunguko wa hewa. Usiwaze sana kuwaziba sana kwa ajili ya kuhofia baridi, lakini ukumbuke kuwa mzunguko wa hewa ni muhimu zaidi. Kwa hiyo lazima uwaweke kwenye banda ambalo litakuwa vizuri kama hivyo. Lakini kitu cha pili Uh, hawa kuku wako wawekee vyombo vya maji na chakula vya kutosha, wasifanye kupigania wakati wa kula, kwa sababu chakula pia utakuwa unawawekea muda wote na maji wawekee muda wote uh, sasa hapa kwenye chakula zile siku, zile siku sifuri mpaka siku ya kumi na nne utakuwa ukiwapa stata. Mara nyingi watu tunashauri uwape stata ya kampuni ambako umechukua vifaranga hao. Kama ulichukua vifaranga Alvin basi utawapa starter ya Alvin, lakini kama ulichukua Silverland utawapa starter ya Silverland. Aa, ukija hapo kuanzia kwenye ile siku ya 15 mpaka siku ya 21 pia utawapa grower. Pia hapa tunakushauri uwape grower ya kampuni ambayo utakuwa umeshikua hao vifaranga. Na kuanzia ile siku ya 21 mpaka ile siku ya 24 utawapa finisher. Aa, hapa kwenye finisher kwa sisi Kingo Farm huwa tunakuwa na formula ya kuwatengenezea na wanakuwa vizuri kabisa. Hiyo formula ndio ipo kwenye hicho kitabu cha ufugaji wa broiler. Unaitengeneza vizuri kwa gharama nafuu, unawapa kuku wako na wanakuwa vizuri. Siku ya ishirini na nne na kuendelea, unaanza kuwauza broiler wako wakiwa na afya nzuri kabisa. Sasa hapo ni kwenye upande wa chakula. Tukija kwenye upande wa maji, kwa yale maji ambayo utakuwa unawapa kuku wako, kwanza kabisa hakikisha una vyombo vya kutosha. Uh, yaani vile vyombo vya maji pia kila kuku awe na uwezo wa kwenda kunywa maji muda wowote na akarudi vizuri kabisa visiwe vile vyombo vichache ambavyo watakuwa wanapigania. Uh, kwenye maji yao, sasa kitu cha kuweka hapa, nakushauri sana pendelea sana kuweka booster mbalimbali mbali za asili. Hizi booster za asili unaweza kuanza kuwapa kuanzia ile siku ya tatu na kuendelea. Uh, kwanzia ile siku ya tatu unaweza ukawakinga broiler wako na mafua, ukawapa mchanganyo ambao unawakinga na mafua lakini unawabusti mchanganyo huo huo. Mmoja unakinga mafua lakini ule mchanganyo unawabusti. Mchanganyo huo ni ule mchanganyo wa kitunguu saumu, tangawizi

Nyuwa maji ya mchele karoti, tango, au ukatumia ile ya kitunguu saumu, tangawizi, pilipili. Utachagua booster yote ile ambayo utaona inakufaa nayo, utawapa kwa muda wa siku tatu mfululizo, hiyo booster ya asili. Kuna booster nyingi sana za asili ambazo hata nikianza kuzitaja sitozimaliza, ila kama una uwezo wa kununua kitabu chetu, kama uko serious, nunua kitabu chetu cha ufugaji wa broiler pamoja na kitabu chetu cha tiba za asili, au cha mwongozo wa ufugaji wa kutumia tiba za asili. Hapa utaweza kuona booster nyingi sana ambazo zinafanya vizuri kabisa kwa broiler, ni za bei nafuu kabisa. Kuna vitu kama maganda ya ndizi, majani ya mlonge na kadhalika. Vyote hivyo vinapatikana kwenye hicho kitabu chetu, utaona na maelekezo yake na utaweza kutengeneza.